Tungekuwa na darasa la muda wa kutosha, tunajifunza pia kisaikolojia njinsia, jinsia tofauti zake. Jinsi ya kumlea mtoto wa kiume ni tofauti na jinsi ya kumlea mtoto wa kike, wanatofautiana sana. Uwezi ukategemea unavyomlea mtoto wa kiume ndio umlee mtoto wa kike, haiwezekani. Utaharibu utu wa huyu mtoto wa kike na huyu utu wa huyu mtoto wa kiume mtoto wa kike ukimpenda sana, mtoto wa kike unampenda, unamwonyesha upendo sana, ni sawa, maana sisi wanawake tumeumbiwa hisia. Kwa hiyo unapompenda mtoto wa kike, hisia zake zinapokea kwamba mimi napendwa. Eh, tunapenda hiyo kubembelezwa, kupendwa, kuheshimiwa. Eh, mtoto wangu umependeza, mzuri hivyo, yani ndivyo tulivyo kisaikolojia, and 100% it's correct. That's why lazima tupokee upendo kutoka kwa aume zetu, ndio maana wameambiwa hawa watupende sasa kama wanakupenda anakwambia maneno ya kukupenda, na wewe upokee huko kama mti mkavu, biashara inaenda hakuna. We lazima upokee upendo, tuko hivyo. Lakini mtoto wa kiume utakiwe kumpenda penda kama hivyo, mtoto anakuwa wa kiume kila saa mwanangu, jamani, eee, eee, yaende huko eh Mtoto wa kiume anatakiwa ajitambue kwamba yeye ni mwanaume. Mfundishe kupenda, mfundishe mtoto wa kiume kupenda, sio kumpenda, kupenda. Kwa hiyo mwambie, gawia na wenzako, nenda pale kas, nenda, nenda kwenye msiba pale kijana, nenda kawasaidia wenzako pale, nenda kafanye hiki, wagawie na wenzako hiki, fanya hivi, ili atakapokuwa baba anakuwa responsible yeye kufanya hivyo alivyofundishwa, anakuwa hivyo lakini ukimpenda kila saa, hey, hey, hey, jamani mpeni jamani hey, jamani hey, mwanangu unatengeneza hey, bomu la kesho. Bwana asifiwe. Viko vitu saba vya jinsi ya kulea mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Sina muda wa kukufundisha hapa, lakini tumeambiwa kuna family day. Kwa hiyo ukija kwenye family day, tutajifunza mambo haya. wanawake ni watunzaji wa familia kama nilivyosema, lakini wanawake ni wasaidizi wa waume zao. Na neno msaidizi katika Bibilia Mwanzo mbili kumi na nane neno lililotumika kwenye Mwanzo mbili kumi na nane ndilo ambalo limetumika wakati kwenye Yohana 14 Biblia, Yesu anaposema mtapokea Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu atakuwa